Siku wa kuamkia leo msanii Harmonize amezungumza kwa niaba ya lebo yake ya Konde Gang kwenye sakata ambayo ilikuwa inaendelea dhidi yake pamoja na Ibra, ambapo kwa kipindi kirefu Ibra amesema ya kwamba anataka kujitoa kwenye lebo yake lakini inampasa alipe kitita cha shilingi bilioni moja. Kwa sasa hivi Harmonize ametangaza msamaha, lakini kwa kujitoa kwa Ibra kwenye lebo bado haijaa official kwa sababu kimaandishi bado hatujaipata. Tumesikiliza tu matamshi ya ipata, skiliza, tamishi, Harmonize na vitu kama hivyo. Najua ni vya kisheria, so lazima viwe kimaandishi, lakini kwa upande wangu kupitia mi naona Harmonize hajafanya na hajachukua hatua nzuri ama hatua sahihi dhidi ya kashfa ama sakata jinsi ambavyo ilikuwa linaendelea. Unajua, Ibra ni mtu ambaye amekuja kwenye mitandao ya kijamii na kueleza umma ya kwamba Harmonize pamoja ya yeye Harmonize kuwa bosi wake, lakini kuna kipindi ambacho alidiriki kumtaka Ibra amuoe mama yake mzazi, lakini pia kuna kipindi alimuita chumbani na watu ama walimwengu wakaitafsiri hiyo kuitwa chumbani, alitakiwa maybe kufanyiwa vitu visivyo Andile, yani vitu ambavyo pengine vingetoatautak vinge, so uh, hizo ni kashfa kubwa sana na kama ukienda pia kwenye hiyo post ambayo Ibra alieleza mambo yote hayo ina comments takriban elfu kumi iki zikimshtumu ama zikimhukumu Harmonize kutokana na hilo, kwa hiyo moja kwa moja jina la Harmonize linaingia doa kwa sababu tu ya kile ambacho Ibra amekisema. So leo Harmonize kuja kwa kuandika tu kwa kufanya tu video simple yeye kama yeye, while hajazungumza na management ama hawajachukua hatua ambazo zinaweza kutoa samaa kwa Ibra, lakini pia ku, kuliacha jina la Harmonize likiwa halina doa kutokana na kashfa ambavyo zilikuwa nzito dhidi yake. Haiwezi kuwa mtu amekuja kusema ya kwamba ana unataka umuue unataka umuue mama yake mzazi ama ulimwita chumbani na ukataka kumfanyia vitu visivyo vya kimaadili, alafu leo useme tu simple kwa video moja kwamba nimemsamea na maisha yaendelee. Soko binafsi kwa upande wangu, naona Harmonize ingempasa azungumze na management yake, waje na solution nzuri kutoa msamaha, lakini pia wapinge vikali kile ambacho Ibra likisema dhidi ya Harmonize, ili Harmonize jina lake libaki salama, lakini na Ibra apate msamaha ambao anahitaji. This is Bongo TZFM get stories na Iron Faustin. <laughs>